Mheshimiwa Emmanuel, daktari. Mheshimiwa Spika, pamoja na majibu mazuri ya serikali na maswali mawili ya nyongeza. Mheshimiwa Spika, kwa kuwa chanzo hiki cha maji cha dambia kina maji ya kutosha na kitakwenda kuhudumia zaidi ya vijiji 21 tuna mji wa Dongobesh ambao ni makao makuu ya halmashauri, una hospitali ya halmashauri, una kituo cha afya lakini vilevile una shule za sekondari mbili na una shule za msingi tano. Mheshimiwa Spika, mji huu sasa hivi hauna maji na unapata mgao wa maji angalau mara mbili. Swali langu la nyongeza, je, serikali na mpango gani kuweza kuvuta maji kutoka chanzo hiki ambacho ni chini ya kilomita saba na matenki yako katika mji huu ili kuweza kuwasaidia wananchi wao ambao wana tatizo la maji na huduma ziweze kuendelea. Swali so, la pili la nyongeza Mheshimiwa Spika, tuna mradi katika kijiji cha Kaloda kata ya Dongobesh ambao sasa kijiji kina kinakaya 386 na mradi huu umekwama kwa zaidi ya miaka miwili, una mabomba pale. Je, serikali na mpango gani kukamilisha mradi huu? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, nimshukuru sana Dr. Emmanuel Mbunge wa Mburu vijijini. Kama Mheshimiwa Spika, ni kweli kabisa mradi huu ambao unatekelezwa wenye gharama ya bilioni 41.2 ambapo serikali mpaka sasa imeshamlipa mkandarasi takriban bilioni tisa. Uh, utakapokamilika utaweza kuhakikisha kwamba vijiji sabini na sita vya, vya Mburu vijijini vitakuwa vimepata huduma ya maji safi na salama. Lakini vile vile Mheshimiwa Spika, katika vijiji ambavyo vimebaki ndani ya nchi yetu kati ya vijiji elfu kumi na mbili mia tatu kumi na nane ni vijiji elfu moja mia tano sabini na tano tu ambavyo vime, vimeshabaki ambapo miradi zaidi ya elfu tatu mia saba kumi na nne vyenye gharama ya trilioni 1.8 vimeshakamilika na miradi 878 inayoendelea yenye gharama ya trilioni 1.3. Nimuhakikishie Mheshimiwa Mbunge, katika miradi inayoendelea pamoja na huu ambao amesema kwamba unasuasua, tunaenda kuhakikisha mradi huu unakamilika na, na wananchi wake wa Mburu vijijini wanapata huduma ya maji safi na salama. Mheshimiwa, tuendelea. Mheshimiwa ana Richard Lupembe. Mheshimiwa Spika asante kwa kunipa nafasi. Naomba swali langu namba. Serikali inatambua changamoto ya upungufu wa maji kwa wananchi wa kijiji cha Kapalala Kapala, kata ya Kapalala kilichopo halmashauri ya wilaya Nsimbo wilayani Mpanda. Kijiji hicho kwa, kwa sasa kinapata huduma ya maji kupitia visima vitatu vyenye uwezo wa kuzalisha maji lita 2023742 kwa siku wakati mahitaji ya wananchi wa kijiji hicho ni lita 72675 kwa siku. Mheshimiwa Spika, katika kukabiliana na changamoto hiyo, serikali imekamilisha usanifu wa kina wa mradi wa kutumia chanzo cha maji ya mseleleko cha Ikolongo ambapo unatarajia kunufaisha vijiji tisa wilayani Mpanda ikiwemo kijiji iki, iki, iki, iki cha Kapalala. Kwa sasa serikali inaendelea kutafuta fedha za utekelezaji wa mradi huo unaotarajia kugharimu takriban shilingi bilioni saba. Na nakushukuru Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Lupembe, asante Mheshimiwa Spika, kwa kuwa visima viwili havifanyi kazi kabisa, kisima kimoja kinatoa maji ya kusuasua, na wananchi Wakapalala wanaadha kubwa ya maji, lini mikakati ya serikali kuhakikisha vile visima viwili vinatoa maji kwa dharura ili wananchi wa kapalala waweze kupata maji swali. So, langu la pili Mheshimiwa Spika, kwa kuwa maji ya mseleleko mpaka sasa hivi hayako hayana kwenye bajeti, mpango haupo. Je, yeah, bajeti hii ya serikali mpango, mpango huo utawekwa ili wananchi wa vijiji vyote saba waweze kupata manufaa ya maji safi na salama. Waziri, Mheshimiwa Spika, napenda nimpongeze sana Mheshimiwa na Richard Rupembe mbunge wa Nsimbo kwa kazi kubwa anayoifanya kwa kuwatetea wananchi wake wa jimbo lake la Nsimbo. Mheshimiwa Spika, ni kweli kabisa kwanza, upatikanaji wa huduma ya maji katika jimbo la Nsimbo kwa sasa ni asilimia 74, na nafahamu mradi huu utakapokamilika utaweza kusaidia kutoka vijiji 23 vinavyopata huduma ya maji, lakini katika vijiji tisa ambavyo vitahudumiwa na huu mradi vijiji vitano vina huduma ambayo inasuasua, lakini vijiji vinne ndivyo ambavyo hawana, hawana huduma kabisa ya maji. Lakini nimtoe hofu Mheshimiwa uh, mbunge, huu mradi tunaenda kuhakikisha kwamba unakamilika. Lakini pia huu mradi wa Mseleleko tunaenda kuingiza kwenye bajeti ya fedha ya 26 27 ili kuhakikisha wananchi wake wanaendelea kupata huduma ya maji safi na salama. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa, tunaendelea. Mheshimiwa Profesa Lazaro Ndalichako. Mheshimiwa Spika, serikali imeanza utekelezaji wa mradi wa maji Mwanga B uliopo mji wa Kasulu mkoani Kigoma ambapo hadi sasa mkandarasi ameshapeleka mabomba yote ya mradi yenye urefu wa jumla ya kilomita 52 eneo la mradi. Kazi nyingine zinazotarajiwa kutekelezwa katika mradi huo ni pamoja na kubadili mfumo wa nishati ya umeme wa jua kwenda umeme wa gridi kwa ajili ya uzalishaji wa maji sambamba na ujenzi wa chemba za ukaguzi wa mitambo ya mabomba. Mheshimiwa Spika, serikali inahakikisha inapeleka fedha za utekelezaji wa mradi huo ili uweze kukamilika na kuanza kutoa huduma iliyokusudiwa kwa wananchi waishio katika mitaa sita ya Mwanga B, Mganza Msambara, nyat, Nyachidima Kimombwa na Kigondo. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Ndalichako, Profesa Asante sana, nashukuru serikali kwa majibu mazuri, na pia naomba nitumie nafasi hii kuishukuru kwa dhati Wizara ya Maji kwa namna ambavyo inafuatilia miradi katika jimbo langu, kwa sababu kule hali bado ni tete. Mheshimiwa Spika, swali langu la nyongeza, kwa kuwa mabomba hayo ambayo Mheshimiwa Naibu Waziri ameyazungumza yenye urefu wa kilomita 52 yalipokelewa tangu mwezi Mei 2025. Je, ni lini hasa sasa serikali itaendelea na utekelezaji wa awamu zinazofuata ili wananchi hao wa mwanga nyachijima kabanga nyarumanga kimobwa pamoja na kidiama waweze kunufaika kwa sababu wanapata adha kubwa ya maji asante sana mheshimiwa spika mheshimiwa waziri mheshimiwa spika nimpongeza sana mheshimiwa profesa jose lazaro ndarichako mbunge wa kasulu mjini kwa kazi kubwa ambayo anatupatia ushirikiano mzuri sana tunapofanya ziara katika jimbo lake. Mheshimiwa Spika, nitumie bunge lako tukufu kuhakikishia wananchi kutoka mitaa hii sita, Mwangabi, Mganza, Msambara, Nyachidima, Kimombwa na Kigondo, mradi huu wenye gharama ya bilioni 2.9 ambapo tayari mabomba yameshafikishwa eneo la utekelezaji. Nawahakishia, na serikali imejipanga kupeleka fedha kwa ajili ya kwenda kumalizia mradi huu, ili wananchi wa mitaa hii waweze kupata huduma ya maji safi salama, sambamba na kuongeza upatikanaji wa maji ambao kwa sasa kwa Kasuru mjini ni asilimia 71 na sambamba na mradi wa miji 28 ambao unaendelea, Kasuru pale utafikisha huduma ya maji kufikia asilimia 95. Nakushukuru sana mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Kangiligora Mheshimiwa Spika, serikali imekamilisha upembuzi ya kinifu na usanifu wa kina wa mradi wa kutoka kutoa maji ziwa Victoria kwenda vijiji 30 vya jimbo la Mwibara wilayani Bunda. Miongoni mwa kazi zinazotarajiwa kutekelezwa kupitia mradi huo ni pamoja na ujenzi wa dakio, yani intake na mtambo wa kutibu maji treatment plant wenye kuzalisha lita milioni 35.7; ujenzi wa nyumba ya mitambo booster station; ujenzi wa matenki kumi yenye jumla ya ujazo wa lita milioni 19.3; ulazaji wa wa mtandao wa bomba zaidi ya umbali wa kilometa 500; ujenzi wa mbauti 30 za kunyoshea mifugo; ujenzi wa vituo 124 vya kuchotea maji sanjari na maunganisho ya wateja 5000 wa majumbani. Mheshimiwa Spika, kwa sasa serikali inaendelea kutafuta fedha za kuanza utekelezaji wa mradi huo unaotarajiwa kugharimu shilingi bilioni 94, ambapo utanufaisha zaidi ya wananchi laki mbili wa jimbo la Mwibara. Mheshimiwa Rigora. Mheshimiwa Spika, kwanza nishukuru serikali ya Mama Samia kwa kuona umuhimu wa kuwapa maji wana Mwibara wapatao laki mbili. Sasa kwa kuwa usanifu ulishakamilika zaidi ya miaka mitatu sasa, na kwa sababu usanifu ni chanzo cha kujenga matumaini kwa wananchi kupata maji, kwa nini sasa serikali baada ya kuona utafutaji wa fedha kwa wafadhili unachukua muda mrefu, kwa nini wasitenge bajeti kwenye fedha za serikali ili waanze kujenga mradi huo awamu kwa, kwa awamu ili matumaini waliyojenga kwa namuibara yasije yakapotea. La pili, kwa kuwa mradi huu umechelewa na wananchi wa mji wa Kibara ambapo ni makao makuu ya halmashauri ya wilaya ya Bunda Vijijini, ni mradi ambao una changamoto nyingi, mabomba kupasuka, wakati mwingine mitambo haiwaki. Je, uko tayari baada ya bunge hili tukufu litakapoahirishwa kuja Mwibara na ikiwezekana kwenda na mimi mguu kwa mguu ili ukajionee changamoto za mradi huu ili wananchi wapate maji. Asante mheshimiwa spika. Mheshimiwa waziri. Mheshimiwa Spika, napenda kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa Kangi Alfaxat Lugora, mbunge wa jimbo la Mwibara kama ifuatavyo. Mheshimiwa uh, Spika, nianze na swali la pili. Mheshimiwa Spika, serikali ya Daktari Samia Suluh Hasani daima imekuwa ikihakikisha kwamba inafika maeneo ya changamoto ili kujionea ukubwa wa namna ambavyo wananchi wanahangaika. Mimi kwa niaba ya Mheshimiwa waziri wa maji niko tayari kwenda na Mheshimiwa Kangi Lugola mguu kwa mguu kwenye jimbo lake la Mwibara kwenda kuhakikisha kwamba tunatoa kauli ya serikali baada ya kujiridhisha na changamoto za tatizo. Mheshimiwa Spika, swali la kwanza ni ushauri ambapo Mheshimiwa uh, mbunge ameshauri tuweke katika bajeti ya serikali. Mheshimiwa Spika, ni kweli kabisa kwa sasa sekta ya maji tunakuja na kitu kinaitwa alternative financing, maana yake kwamba hatuwezi kutegemea pesa ya wadau peke yake, lakini pia hatuwezi kutegemea fedha za serikali peke yake, lakini tunatoa fursa kwa wadau wengine ambao wanaweza kuingia kwenye sekta ya maji tukashirikiana kwa mfumo wa PPP. Kwa hiyo tunaamini kwamba kuna njia nyingi ambazo tunaweza tukaenda kutekeleza miradi hii, lakini uh, ni kwamba kikubwa ni kwamba mradi huu lazima uzingatie maslahi na uzingatie sera yetu ya maji ya 2022 toleo la mwaka 2025 kwenye security ya maji ambapo hatuwezi kwenda kichwa kichwa kuingeji private sector bila kuwa na tahadhari, lakini tutaendelea kuangalia namna gani tutafanya. Asante sana mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Waziri, kulikuwa na uhaba mkubwa sana wa maji Dar es Salaam kwa kipindi kirefu sana, lakini bili zinakuja kama kawaida nini? Kalifanyie kazi. Mheshimiwa, twendelea. Wizara ya Maendeleo ya Jamii ya Jinsia, Mheshimiwa Tarimba. Asante mheshimiwa Spika, awali ya yote, nipende kwa kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya siku ya leo, lakini pili, nipende kumshukuru sana mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa imani kubwa iliyoonyesha juu yangu kwa kuendelea kuniteua kama naibu waziri, nafasi hii, waz, wakati huu kwa wizara ya maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, ili niweze kumsaidia field marshal wetu Daktari Dorothy Gwajima. Mheshimiwa spika, naomba sasa nijielekeze kwenye swali. Serikali inatambua umuhimu wa familia na jamii kuchukua jukumu la kulea wazee na huu ndio msingi wa mila na desturi zetu wa Tanzania. Jukumu hili ni msingi unaojengwa katika hatua za awali katika malezi na makuzi ya watoto wetu. Mheshimiwa spika, katika kuimarisha huduma na matunzo kwa wazee serikali imefanya mapitio na kutunga sera ya taifa ya wazee ya mwaka elfu mbili ishirini na tatu toleo la mwaka elfu mbili ishirini na nne Sera hiyo inatoa wajibu kwa familia na jamii kusimamia matunzo ya wazazi. Sera hii imeweka msisitizo wa kuimarisha mfumo wa kisheria utakaolinda na kuendeleza wazee ambao, pamoja na mambo mengine, utawezesha uwajibikaji wa jamii na watoto kuwatunza wazee wao. Kwa sasa serikali ipo kwenye hatua za kuwashirikisha wadau ili kutoa maoni juu ya umuhimu na masuala muhimu ya kuzingatiwa katika sheria hiyo. Mheshimiwa Spika, nipende kutoa wito kwa wazazi kuwekeza kwenye malezi ya watoto na sio matunzo peke yake kwani inaendeleza ukaribu na muunganiko imara kati ya wazazi na watoto. Mzazi anapobeba jukumu la malezi na matunzo kwa watoto wake kikamilifu, hujenga msingi imara kwa mtoto kumhudumia mzazi wake anapozeeka. Mheshimiwa Tarimba. Na Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi. Namshukuru Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu yake. Nina wajibu wa kisheria wa kuwalea wa, wa, wa wazazi kwa maana ya wazazi wasio na uwezo. Katika nchi nyingine wanaita filial responsibility laws, maana yake ni kwamba hizi sheria si ngeni. Je, serikali haioni haja ya kwenda kupata uzoefu kwenye nchi ambazo zinazo sheria kama hizi hizi kuzileta nchini kuweza kutumika kwa minajili ya kuweza Kusaidia wazazi. Tarimba, swali, swali la pili sioni kama kuna mizania. Zipo sheria zinazolazimisha wazazi kulea watoto wao, lakini hakuna sheria zinazolazimisha watoto kuwalea wazazi. Mheshimiwa Spika, naomba nimuulize Waziri haoni kwamba kuna uharaka sasa wa kuleta hiyo sheria bungeni ili tuweze tukaijadili, nakushukuru sana. Asante Mheshimiwa Spika, nipende kumshukuru sana Mheshimiwa Tarimba Abbas kwa maswali mazuri ya kujenga. Kama nilivyoweza kujielekeza kwenye jibu langu la msingi, nianze kujibu hapa, umuhimu wa kwenda kujifunza tuko tayari na tunafanya hivyo wizara uh, yetu inatembea nchi mbalimbali kuendelea kujifunza. Lakini vilevile vile, uh, hii sera ambayo tumeirekebisha tume mwaka elfu mbili na ishirini na nne tukizingatia ina majibu sahihi kwa nchi yetu na jamii kuona umuhimu wa, wa vijana wetu kulea wazee wao wasiojiweza lakini vile vile uharaka wa kuleta jambo hili bungeni, tutaendelea kuona mchakato uliopo wa wadau kukusanya maoni, kuona namna njema ya kuhakikisha wazee hawa wanaendelea kupatiwa matunzo. Lakini vilevile vile kwenye she, kwenye sera yetu tumeelekeza namna wazee hawa pia tunawashirikisha. Hivyo nipende tu kusema tutaendelea kukusanya maoni kwa wadau pamoja na bunge letu tukufu. Tutaendelea kuomba ushirikiano wenu kuhakikisha wazee wote wanapata kutunzwa, kwa sababu wao ni tunu wamefanya mengi kwenye nchi hii, wanastahili heshima na matunzo salama. Mheshimiwa, tuendelee. Wizara ya Mali Asili. Mheshimiwa Getere. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2024 2025 wizara ililipa kifuta jasho na machozi jumla ya shilingi milioni 312 laki 3 na 60 kwa wananchi 1115 wa halmashauri ya wilaya ya Bunda. Aidha, wizara imekamilisha uchambuzi wa madai ya kifuta jasho na machozi ambapo shilingi milioni 524 laki 1 kwa wananchi 1603 wa halmashauri ya wilaya ya Bunda zitalipwa. Kwa sasa, wizara inakamilisha taratibu za malipo hayo ili wananchi husika walipwe stahiki zao kwa mujibu wa kanuni kupitia mfumo wa kielektroniki kujulikanao kwa jina la Problem Animal Information System, PAIS. Sambamba na mfumo huu mpya, kwa sasa serikali itaendelea kulipa wananchi ambao hawana account au namba za simu kwa kutumia utaratibu wa awali ambapo wataalamu hufika uwandani kufanya malipo hayo. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Getere. Na nakushukuru Mheshimiwa Spika, pamoja na majibu mazuri ya serikali, nayo maswali mawili. Swali la kwanza. Kwa kuwa wananchi wa vijiji vya Hunyari, Kihumbu, Mariwanda, Sarakwa, Mgeta, Kiandege, Tingirima, Nyangere na Kambubu wametolewa wameahidiwa kulipwa toka mwezi wa kumi na moja sasa, je, serikali kwa siku za karibuni sasa, ni lini watalipwa fedha zao? Swali la so, pili, umezungumza vizuri mnaibu waziri kwamba sasa mmeleta mfumo mpya wa kuwalipa watu kupitia akaunti zao za benki na kwenye simu, na mnajua katika nchi yetu tuna matatizo ya NIDA, mtu mmoja anaweza kusajili kwa namba ya watu wawili watatu. Sasa huo mfumo wa kwenda kuwalipa watu kwa kutumia mtindo wa zamani mko tayari sasa kwenda kuelimisha watu juu ya jambo hiyo? Asante mheshimiwa waziri. Asante sana Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa mbunge Getere kama ifuatavyo. Swali lake la kwanza, Mheshimiwa Spika, naomba nimtoe hofu uh, mheshimiwa mbunge kwamba wakati wowote kuanzia sasa, kwa sababu mchakato umeshakamilika wananchi waliopata madhara hayo wataenda kulipwa stahiki yao. mm -hmm. lakini swala lake la pili kama nilivyojibu katika swala la msingi kwamba pamoja na mfumo wetu mpya tulionao wa kisasa tunaenda kurejea mfumo ule wa zamani wa kufika uwandani kwenda kuwalipa wananchi stahiki zao, na kabla ya kuwalipa tutaendelea kutoa elimu kama ambavyo mheshimiwa mbunge amependekeza. Asante sana Mheshimiwa Meri Surati. Mheshimiwa Spika, ninamshukuru naibu waziri kwa majibu mazuri ambayo ameendelea kuyatoa, lakini pia nilikuwa ninaomba Mheshimiwa Spika, wananchi wa jimbo la Serengeti wanaomba kufahamu ni lini serikali itaanza kutoa fidia stahiki inayoendana na hasara wanazopata wananchi wanaoathirika na wanyamapori. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, serikali inatoa fidia stahiki kwa mujibu wa sheria na kanuni zilizowekwa kaonamwhakikishia Mheshimiwa mbunge kwamba wananchi hawa wataendelea kupata fidia zao ambayo inastahiki na kwa sasa hakuna mtu yeyote ambaye atakosa haki yake ya msingi. meshimiatendea wizara ya madini mweshimiwa Stefano. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya waziri wa madini naomba kujibu swala la Mheshimiwa John Stefano Luhende mbunge wa Bukene kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, Serikali inaendelea na hatua za uanzishwaji wa bodi ya usajili ya wataalamu wa Geoscience Tanzania yani Tanzania Geoscientist Registration Board, kwa kifupi itajulikana kama TGRB. Taratibu ambazo zimeshatekelezwa hadi sasa ni pamoja na uandaaji wa rasimu ya waraka wa mapendekezo ya baraza la mawaziri kuhusu kuanzishwa kwa bodi hiyo. Kwa sasa wizara ya madini ipo katika hatua ya ukusanyaji wa maoni na mapendekezo kutoka kwa wadau kuhusu masuala mbalimbali likiwemo suala la kuainishwa kwa vyanzo vya mapato vitakavyohakikisha bodi pendekezwa inaweza kujiendesha. Mheshimiwa Spika, baada ya zoezi la ukusanyaji na uchambuzi wa maoni kutoka kwa wadau kukamilika, wizara itawasilisha waraka huo kwenye ngazi za maamuzi za serikali, ikiwa ni pamoja na ngazi ya kikao cha wataalam cha makatibu wakuu IMCT na kikao cha baraza la mawaziri kwa ajili ya kujadiliwa na kupata ridhaa ya kuanzishwa rasmi kwa bodi hiyo kwa mujibu wa sheria. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Luhende, asante sana Mheshimiwa Spika kwa nafasi hii ya ya mara ya pili tena swala hili la usajili wa bodi wa jiolojia limeanza kushughulikiwa na wizara tangu mwaka 2017. Na limekuwa ni tatizo sugu sana kwa muda mrefu na viongozi mbalimbali mbali wa serikali ikiwemo waziri mkuu mawaziri mbalimbali wameweza kuzuria makongamano ya taasisi hii tunaotarajia kuisajili ya hawa wataalam wa kijiolojia. Swali langu la msingi sasa hivi tunaelekea kama serikali kufanya utafiti nchi nzima kwa kurusha droni mbalimbali pamoja na njia zingine za utafiti. Sasa serikali imejipangaje kuhakikisha katika utafiti huo hatupati data za uongo, kwa kuwa tunaenda kwenye utafiti tukiwa hatuna bodi ya jiolojia ya kusimamia ubora wa taarifa hizo za kijiolojia? Kwenye swali, swala so, la pili kumekuwa na vishoka wengi sana mtaani wanaendelea kutapeli wachimbaji wadogo wakijiita wao ni wataalamu wa kijiolojia. Serikali imejipangaje kudhibiti hili tatizo, kwa sababu tuko tuendelea na shughuli za madini lakini hatuna, hatuna bodi ambayo inasaidia kuondoa hili tatizo. Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Spika kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa Luhende, mbunge wa Bukene, kwa sababu ya maswali yake haya kuhusu hii bodi ambayo imesubiriwa kwa muda mrefu. Lakini pili nitambue kwamba katika jimbo lake la Bukene ni moja ya maeneo yetu ya madini, madini ya dhahabu inapatikana pia huko kwa wingi. Mheshimiwa Spika, swala la ubora wa data inayotafutwa katika, ta, ta, katika tafiti zinazoendeshwa na taifa hili kwa maelekezo ya Mama Samia zinasimamiwa kwa makini mkubwa sana. Naomba kuwajulisha wabunge na bunge lako tukufu kwamba kati ya taasisi zilizo chini ya Wizara ya Madini kongwe na yenye uzoefu wa hali ya juu na wataalamu wanaojitosheleza ni Taasisi ya Jiolojia na Utafiti wa Madini Tanzania julikanayo kama GST. GST imeanzishwa mwaka elfu moja mia tisa ishirini na tano, ina miaka mia moja na moja sasa na ndiye msimamizi mkuu wa tafiti hizi zinazokwenda kufanyika. Hata hivyo katika tafiti yoyote kubwa inayokwenda kufanyika na inayofanyika kuna kuweko na mshauri mwelekezi mtaalam anayetoka katika kampuni ya kimataifa yenye uzoefu ambaye ndiye anayefanya kazi mbili za muhimu sana. Kazi ya kwanza anafanya kitu kinachoitwa quality assurance, kuhakikisha kwamba data inayokusanywa ina vigezo vyote vya ubora unaotakiwa, lakini pia anafanya quality control kuhakikisha kwamba data inayokusanywa imesimamiwa itoe majibu yanayotarajiwa. Isitoshe, katika kuhakiki hiyo data na kuikamilisha taasisi ya GST ndiye custodian, ndiye anayetunza data zote kwa ajili ya walaji, wawekezaji wakubwa, wawekezaji wadogo. Lakini katika lile swala lake la pili la vishoka, naomba tena niseme hapa kwamba GST pamoja na Stamico ambaye ndio mlezi mkuu wa wachimbaji wadogo ambao ndio wanaoumizwa sana na hawa vishoka wana mandate na jukumu la kuwasimamia wachimbaji wadogo, na nitoe wito kwamba wasiwatumie wanajiolojia ambao hawajahakikiwa na GST kwa sasa. Wakati ambapo hatuna bodi, kazi ya GST ni kutoa ushauri, ni kusaidia kupima sampuli, na pia ina wataalamu wanaoweza kutumiwa. Kwa hiyo unapomchukua ambaye haja sio wa serikali, pitia GST, uliza kama huyu mtu anafaa. Mwisho kabisa, mheshimiwa Spika, kwa sababu hili suala lake ni la muhimu sana, Naomba tu nitoe wito kwamba kwa kuwa bado bodi hii haijasajiliwa, na sisi pia tuko nyuma yao kuwasukuma wasajiliwe. Bodi hii itakaposajiliwa kazi yao sio kuhakiki data wala ubora wa data, kazi yao ni kuwadhibiti wajio sayansi ambao wamesajiliwa na hiyo bodi, wanapokwenda kufanya kazi yao wawe nasifa, na sifa wa na Watanzania watakwenda kuwatumia hao sasa katika tafiti zao. Wakishasajiliwa hii bodi, usimchukue mtu ambaye hajasajiliwa na bodi hii ambayo inakwenda kuanzishwa siku za karibuni. Mheshimiwa Spika, asante sana.